Mkuu wa Mkoa wa Mjini Magharibi, Mheshimiwa Idris Kitwana Mustafa, amewataka Masheha kufanya kazi kwa bidii, uadilifu na kuhakikisha wanakuwa wasikivu katika usuluhishi wa migogoro kwa kuzingatia taratibu na miongozo ya kazi zao ndani ya shehia wanazoziongoza. Mheshimiwa Mustafa ametoa wito huo mara baada ya kuapisha Masheha saba aliyowateua kujaza nafasi zilizokuwa zikikaimiwa katika shehia za Mkoa wa Mjini Magharibi, ambazo zipo katika Wilaya ya Mjini na Wilaya ya Magharibi B. Sitaki ni waseme pembeni, mmefanya kazi nzuri. Sasa na nyinyi, wasia wangu kwenu au wito wangu kwenu, mwende mkafanye kazi na DC, hapa alishamaliza, mkafanye kazi kwa weledi na uadilifu mkubwa, mwende mkafanye kazi kwa mashirikiano. Wewe leo umeshakuwa sheha, hujikamilishi kila kitu, pata ushauri kwa wenzio mwende mpawe uledi wa kutatua matatizo kwa busara, ni wape siri ambayo kubwa tayari na mashaha wenu wenzenu wote wanaijua. Kiongozi wetu hapendi mifarakani, hapendi kumwona kiongozi ni sehemu ya hayo mifarakani. Sheha, unawezekana umeenda sehemu umetatua usio na maneno ya mikato mikato, watu wanagombania na sehemu au labda eneo tu la ardhi dogo. Tulia hata kama umekerwa kiasi gani, tulia, diplomasia tumia, sio munamwambia tena mima hivi na kokote mwite, asiridhike mwachi aendeye kwa sababu ile nenda kokote atalibeba ile nenda kokote hata kama anakosa aidha. Mkuu wa Mkoa amewasisitiza Masheha wapya pamoja na wale waliopo madarakani kuhakikisha wanasimamia utekelezaji wa Ilani ya Chama Cha Mapinduzi CCM katika shehia zao, sambamba na kushirikiana na wananchi katika kusukuma maendeleo ya jamii zao. Kwa upande wao, masheha walioteuliwa wameahidi kuwatumikia wananchi kwa uadilifu, pamoja na kushirikiana nao katika kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili kwenye maeneo yao. Ina naitwa Hamisa Omar Mahawi, sheha wa shehia ya Mbweni. Mimi baada ya leo kupata nafasi ya uteuzi kuteuliwa kuwa kama sheha, kwa hiyo nawaahidi watu wa shehia Mbweni, kwanza kufanya kazi kwa pamoja, kwa mashirikiano, kuhakikisha shehia yetu inabaki kwenye ulinzi na amani ikiwa na usafi wa mazingira kwa ajili ya kulinda afya za wanajamii, ikiwa tunahakisha ulinzi na usalama unaendelea kudumu, ili watu waweze kufanya shughuli zao za kujitetea wao maendeleo, lakini na kusababisha taifa kupata maendeleo makubwa, kushirikia kwa kushirikiana sote kwa pamoja. Kwa jina naitwa Ramadhani Khamis, ni, ni sheha kwa sasa ni sheha wa shehia Migombani, na kusema kweli imefarijika zaidi huona kwamba wenzangu wamenithamini na kuona eh, kweli inaweza kufanya nini, lakini nawaahidi ushirikiano na nawaahidi kwamba kile ambacho wanakihisi kinaweza kusaidia ndani ya shehia yetu, ili kuiboresha shehia yetu, basi niko pamoja na nikukubali kushauriwa, ili tuweze kuona tunaendeleza maendeleo yetu ndani ya eneo la shehia. Hafla ya uapisho wa masheha imehudhuriwa na viongozi mbalimbali, wakiwemo wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa manispaa, viongozi wa Chama Cha Mapinduzi, pamoja na watendaji kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi. Masheha walioteuliwa ni kutoka katika shehia za Migombani, Pangawe, Bweleo, Mbweni, Kiembesamaki, Taveta na Mombasa.